Kuna hadithi moja huwa ni ya kushangaza sana, ni ya mwanamama mmoja ambaye anapatikana juu kabisa vilele vya milima. Huyu ni mwanamama ambaye asili yake ni Malaysia, lakini alikuja ndani ya hili eneo miaka ile ya kipindi cha vita kuu ya pili ya dunia. Mama huyu kakaa ndani ya hili eneo mpaka muda huu, alikuwa anakipiga vizuri kihindi mpaka watu katika hili eneo wakawa na mshangaa, lakini pia wakampatia aka la jina mshirikina. Huyu ni mama ambaye ya hadithi yake bwana huwa inashangaza sana, lakini pia ushirikina huu ambao wao wanampachika ni kwamba bimkubwa alikuwa na mbwa fulani ambao ni hatari sana. Endapo mtu akiwa anasogelea ndani ya eneo lake, basi wale mbwa walikuwa anakaa tension, ikiwemo pia kumfuata. Na endapo mtu yule akiwa ana lengo baya, mbwa hawa watajaribu kumzuia, na endapo akiwa mbishi, basi wao watachukua hatua nyingine, ikiwemo pia kumwangamiza. Bi mkubwa anatambulika kwa jina la Soyi, lakini pia kwa sasa alikuwa naishi na kijana mmoja anayetambulika kwa jina la Peos. Huyu ni kijana ambaye alikuwa katafutwa na watoto wa huyu bi mkubwa ili aweze kumwangalia huyu mwanamama kwa sababu mwanamama huyu kila ambapo watoto wake walipokuwa wanajaribu kumweleza mwanamama aondoke ndani ya hili eneo waelekee naye mjini, bi mkubwa alikuwa hataki kabisa ushauri wa watoto wake, na yeye alikuwa anahitaji kuishi ndani ya hili eneo kwa sasa. Hata hivyo, mwanamama huyu alikuwa kaolewa na mwanaume mmoja anayetambulika kwa jina la Kuliachana, mwanaume ambaye inasemekana ni komando, ambaye inasemekana taaluma yake ilikuwa ni kuwapatia mbwa mafunzo makali, lakini pia mafunzo ya kuweza kujitambua na kutenda matendo ambayo yanawapatia mbwa kutambua watu wabaya na kuweza a udhibiti mwanaume huyu kwa sasa alikuwa ajihusishi kabisa na jeshi, na hadithi yake anasema ya kwamba alikuwa akafanya mambo mengi sana ya kiharifu, hivyo alikuwa anatafutwa kila pande ya dunia na watu wengi kwa sasa walikuwa hawafahamu ni sehemu gani kabisa ambapo kuliachana alipo. Hiyo sileo anafatwa na mmoja kati ya askari polisi, anaelezwa kwamba una taarifa gani za kuhusu kuliachana. Mtaalamu anasema kwamba hana taarifa zozote. Askari huyo anajaribu kuweza kumuuliza maswali mawili matatu, lakini majibu yake yalikuwa ni magumu kuweza apata na hii ni kutokana na Piosi kuwa mgeni ndani ya hili eneo. Askari anampatia mkwanja wa kutosha na kumweleza endapo akifanikiwa kumletea information zozote zinazohusu ni sehemu gani ambapo alipo kuriachana, basi yeye atampatia zawadi nono sana kuliko hata iliyotangazwa na serikali. Piosi anakubali, anarudi magetoni leo kipindi ambacho alikuwa anapiga stori mbili tatu pamoja na mwanamama Soyi, akaanza kumhadithia hadithi ya maisha yake kipindi kile ambapo alipokuwepo Malaysia, lakini pia ilikuwaje yeye pamoja na kuriachana wakaanzisha mahusiano na ilikuwaje basi kuliachana akaamua kuchukua maamuzi ya kumchukua huyu mlembo Malaysia na kumleta ndani ya taifa la India. Hadithi yao iko kama hivi: Soi alikuwa kaolewa na mwanaume mmoja, ambaye yeye kazi yake kubwa ilikuwa ni kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Hii yote ilikuwa ni kuweza kuhakikisha anapata mkate wa kila siku kwa mke wake, lakini pia ndoto zake ilikuwa ni kuja kupata pesa na kuweza kujenga nyumba nzuri sana. Huyu mwamba bwana alikuwa na mbwa wa kutosha, na mbwa hawa alikuwa akawafundisha vyema, endapo mtu yoyote ambaye alikuwa ni mgeni alikuwa hawezi kabisa kuingia ndani ya nyumba yake, isipokuwa tu labda aweze kuja naye ndani ya hili eneo, kwani la sivyo bwana, mbwa hawa wanaweza wakamgeuza chakula. Leo mume wa Soyi alikuja na wageni wawili, mmoja alikuwa anaitwa Kuriachana na mwingine alikuwa ni Mohani. Hawa ni watu ambao walikuwa ni marafiki, lakini pia kazi yao kubwa alikuwa ni kutafuta mbegu ya mbu ambao walikuwa ni wazuri na kuwapeleka ndani ya taifa la India kwa lengo la kwenda kuwapatia mafunzo ya kijeshi na kutumika ndani ya jeshi lao watu wa. Baada ya kufika ndani ya hili eneo, kipindi ambacho walikuwa wanaendelea na mazungumzo ya hapa na pale, ili mwamba aweze kuwauzia mbwa, ewe bwana, mshikaji akaweza kuwatajia bei kubwa sana, bei ambayo Kuliachana pamoja na Mohan ikawa ni ngumu kuweza kuwachukua hawa mbwa. Washikaji wakafanikiwa kukaa ndani ya hili eneo kwa muda wa siku kadhaa. Leo mume wa Soyi anamweleza Kuliachana, ninahitaji umpige picha mke wangu. Kuri Kuliachana akaingia ndani na kutoa nguo nzuri akamwazima Soyi, na kisha bimdada akaweka pozi zuri sana, Mwamba akapiga picha. Hii ni picha ambayo mpaka hivi leo mwanamama bado anayo, huwa anaitazama sana na kumbukumbu huwa hazipotei. Kuliachana leo pamoja na Mohani bila kusahau mume wake na Soyi wanaondoka ndani ya hili eneo, japo bimdada alikuwa anatamani kukaa kidogo na mume wake, lakini Mwamba anaenda kutafuta pesa. Baada ya siku kadhaa kupita, anaona Mohani pamoja na mtaalamu wetu Kuliachana wanarudi peke yao lakini, watu hawa baada ya kufika ndani ya hili eneo, mbwa akachachamaa akawa anazuia kuingia ndani ya hili eneo. Waungwana wakawa bado wameganda katika boti lao na bimdada akawa anajaribu kuweza kuwazuia mbwa. Harakati za hapa na pale zikapelekea mbwa hawa kuweza kumng'ata bimdada katika mguu wake. Mohani baada ya kuona hivi akaingia katika boti lingine na kumweleza Kuliachana, wewe taarifa ya msiba mume wake mpe mwenyewe, mimi ninaondoka ndani ya hili eneo, siwezi nikakaa nimesimama hapa mpaka pale ambapo mbwa ataamua kuturuhusu ndani Mohani akaondoka. Kuryachana akakaa pale usiku wake mchana wake mvua ni yake jua ni la kwake. Dada upande wa ndani, mguu ambao alikuwa akang'atwa na mbwa ukaanza kumletea shida. Halo kuryachana alivyoona mambo anazidi kuwa mengi, akachukua jukumu zito sana la kuangamiza mbwa wote na kisha akaenda kuwafukia katika shimo, kisha anampatia taarifa nzito mwanamama Soyi ya kwamba mume wake amepoteza maisha. Halo Soyi alibaki analia kwa uchungu mkubwa, kwanza amempoteza mume wake lakini pia mbwa wenyewe walifundishwa na mumeo ya kwamba endapo yeye akipoteza maisha ama akija mwanaume mwingine pasipo yeye kuwepo nyumbani, basi mbwa wafanye mavituzi kwa huyo mwanaume ama bimdada akijaribu kutoka, basi waweze kumwangamiza. Halo, kuliachana anamweleza bimdada, mumeo alikosea sana kufanya jambo kama hili. Na bimdada kwakuwa alikuwa ni yatima, hivyo hapa kuliachana akaamua kumchukua na kurudi naye mpaka ndani ya taifa la India. Hii ni hadithi ambayo Piusi alikuwa anapatiwa japokuwa Mwamba akawa anahitaji kufahamu ni sehemu gani ambapo Kuliachana kwa sasa alipo, kwani kuna uvumi unaodai ya kwamba Kuliachana kuna pango ambalo alikuwa akaenda kujificha, japokuwa ndani ya hili eneo kulikuwa kuna milima ya kutosha. Wanakijiji wanadai mtu pekee anayefahamu hilo pango ambapo Kuliachana alipo alikuwa ni mwanamama Soi peke yake, na inasemekana ya kwamba ndani ya lile eneo Kuliachana alikuwa analindwa na, na mbwa wake ambao alikuwa akawapatia mafunzo makali, na mbwa hawa kazi ya kuweza kumpelekea chakula pamoja na mahitaji mbalimbali. Halo mafande ambao walikuwa wamempatia kazi pos leo katika kumfuatilia mwamba, mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Puti, mtu ambaye ndiyo ambaye alikuwa anaendesha gari ya jipu kuweza kuwapeleka watu katika milima ambao alikuwa anaishi bimdada ambaye alikuwa ni Soi, wanagundua kwamba huyu mwamba alikuwa anamfahamu vizuri. Mwamba alikuwa anatambulika kwa jina la kulia chana. Baada ya kumweka mtu kati, mshikaji anaeleza na kusema ya kwamba yeye anamfahamu tu kuliachana jwake wa karibu, mtu ambaye mara ya mwisho kuonana ilikuwa ni miaka sita iliyopita, baada ya kuweza kumpeleka milimani katika nyumba yake, na toka kipindi hicho, mtu ule hakufanikiwa kabisa kuweza kuonana naye mpaka hivi leo. Lakini leo katika loji moja anafika mtaalamu wetu Aputi na kukutana na Mohani, mtu ambaye alikuwaga anafahamiana sana na mtaalamu wetu Kuriachana. Aputi anamchukua huyu muungwana mpaka katika poli ambao lilikuwepo karibu kabisa na nyumba ambayo alikuwa anaishi mwanamama Aputi anamuuliza mshikaji, je, umekuja ndani ya hili eneo kufanya nini? Mwamba anamweleza amekuja ndani ya hili eneo kwa ajili ya kufanya uchunguzi wake, nataka hapa kwa muda wa wiki moja. Lakini baada ya siku kadhaa kuweza kupita taarifa zinaenea ya kwamba Mohani ameweza kupoteza maisha na watu wengi wanadai ya kwamba ni baada ya yeye kuweza kuanguka kutoka kilimani. Maafisa wa polisi baada ya kufanya uchunguzi na kuelekea katika loji ambayo alikuwa akafikia mtaalamu wetu Mohani, wanakuja kugundua ya kwamba mtu huyu alifanikiwa kukutana na mwamba aliyekuwa anatambulika kwa jina la Piosi halo waungwana. Wakawa wanajiuliza Piosi, ni kwa nini alikutana na Mohani? Lakini pia mimi ninajiuliza huyu mwamba atakuwa ni nani? Mshikaji bwana anaonekana ni mtu wa kawaida sana, leo kakutana na waungwana wawili wakawa wanamzingua, wanamweleza wanahitaji wapate habari zaidi kuhusu kuriachana, lakini wao wanadai ya kwamba katika haruma zi ambazo zilikuwa zimeenea kijijini zinadai kuna pango moja ambalo huenda mtu huyu akawepo ndani ya lile eneo, hivyo leo wanamkokota Piosi aweze kuwapeleka ndani ya lile pango ambalo wao pamoja na wanakijiji walikuwa naamini ndipo ambapo alikuwepo kuliachana. Safari inaanza kushuka vilima pamoja na kukata mapori, lakini huku maskari polisi wanafika mpaka nyumbani kwa mwanamama Soi. Lengo ni kwenda kumuuliza sehemu ambapo alipokuwepo kuliachana, lakini pia leo walikuwa na taarifa zingine ambazo zilikuwa zinamuhusu Piosi. Halo wangwana, wanamuuliza maswali kuhusu mume wake. Mwanamama anasema ya kwamba mara ya mwisho kumtia katika mboni macho yake ilikuwa ni miaka sita iliyopita, ambayo kuliachana alimuaga na kumweleza anaenda kujificha mapangoni kutokana na mambo ambayo alikuwa akayafanya, mambo ya kiharifu. Na yeye anadai ya kwamba hii ilikuwa ni kawaida yake ya kufanya majanga, na endapo serikali ikianza kumtafuta basi yeye alikuwa anafanya kazi ya kwenda kujificha mpaka pale ambapo msala utakapopita. Lakini mama hapa anakumbuka ile miaka sita iliyopita, siku moja alifanikiwa kuweza kutembelewa na Mohani. Baada ya kufika ndani ya hili eneo, akampatia ukweli ambao ulichoma sana moyo wa mwana Mama Mwamba alimweleza mwanamama ya kwamba ukweli wa mambo ni kwamba mme wako katika nchi ya Malaysia alikuwa hajapoteza maisha, bali alikuwa akakamatwa na kupelekwa gerezani, na hii ni baada ya sisi kuweza kumuuzia msala wa kesi. Muungwana anaendelea kueleza ya kwamba walifanya hivi kwa sababu kuliachana alikuwa kamuelewa sana mwanamama Soi, na yeye alikuwa anahitaji kuweza kufunga naye ndoa. Mwani anadai maelewano yake pamoja na mtaalamu wetu kuliachana ilikuwa ni kwamba endapo yeye akifanikiwa kumwoa bimdada Soi, basi watakuwa na share huyu mwanamke, yani atakuwa mke wao wote. Lakini mwamba anaeleza baada tu ya kuliachana kuja kumwongopea bimdada na kufanikiwa kumwoa akamsaliti kabisa Mohan na kukataa kabisa kushea penzi la bimdada Soi. Mohan alikuwa anaeleza haya mambo, kwani alikuwa anatambua ya kwamba kulikuwa kuna kesi ambayo mtaalamu wetu kuliachana alikuwa akamsingizia, na hapa alikuwa akaja kumtafuta ili aweze kumsaidia kuondokana na humsala, na baada ya kumkosa ndiyo maana anaamua kuweza kutia kitumbua mchanga. Mwanamama alilia sana baada ya kuweza kutambua huku kweli mwanaume aliyempenda mwanaume aliyemwamini, kumbe katika moyo wake alikuwa akaificha siri nzito kama hii. Alimwongopea kwamba mme wake Malaysia alikuwa akapoteza maisha na kumbe mme wake alikuwa yupo jela Kuliachana. Baada ya kufika Soyi akamuuliza juu ya yale mambo ambao alikuwa akahadisiwa na Mohani, lakini Mwamba akasema ya kwamba huo ni uongo mdogo tu ambao alikuwa akamficha katika maisha yake, hana uongo mwingine wala siri yoyote ambao aliwahi kumficha. Siku hiyo Soyi aliumia, lakini mume wake akaenda mafichoni na mtaalamu wetu Mohani akaenda jela kwa muda wa miaka sita na baada ya kutoka gerezani ndio pale ambapo tulimwona mtaalamu wetu Mohani anakuja kuchukuliwa na Puti na kuja kuletwa ndani ya hili eneo, lengo lake aweze kumpata Kuriachana ili aweze kulipa kisasi. Kumbukumbu inaisha, lakini maskari polisi wanamtonya mwanamama na kumweleza kuwa sana makini na Pios. Sio huyu unaishi naye kwa sasa, na mpaka muda huu tunaamini huenda huyu mwamba akawa anafanya kazi kwa karibu pamoja na kuliachana. Mama akabaki na hayo maneno, lakini huku upande wa pili kwa Pios, kipindi ambacho alikuwa anashuka na wale waungwana wawili, anaeleza waungwana kwamba alikuwepo siku ile ambapo Mohan alikuwa anapoteza maisha, kwani naye alikuwa anashirikiana pamoja na Mohan kwenda kumtafuta kuliachana. Chana, lakini kwa bahati mbaya kipindi ambacho alikuwa anaendelea na uchunguzi, mbwa wawili wa kuliachana walifika pale na kumsukuma muungwana katika makorongo kupelekea umauti wake. Watu hao wawili, bwana, katikati ya safari Piosi akawageuka na kuweza kuwamaliza pale pale, na hapa ndipo tunapata kumtambua Piosi ya kwamba kumbe huyu mwamba, hili lilikuwa sio jina lake, lakini pia huyu mwanaume alikuwa anafanya kazi vyema pamoja na kuliachana na alifika ndani ya hili eneo kwa lengo la kumtafuta masta wake ambaye alikuwa akapotezana naye kwa muda wa miaka sita mpaka sasa oni baada ya kufanya majambozi anarudi kwa mwanamama Soi, ambaye anamkuta kakaako ni kilima pamoja na mbwa wake Mungwana. Baada ya kufika ndani ya hili eneo mwanamama anamweleza siamini katika maisha yangu kama Kuliachani amefanikiwa kuweza kukutrain na kuwa mtu wa makini sana, lakini pia kuwa mwaminifu chini yake kwa kiwango kama hiki. Piusi akashangaa sana mwanamama amefanikiwa kuweza kumtambua ya kwamba yeye alikuwa ni nani, lakini pia maskari polisi huku upande wa pili wanapata kung'amua na kutambua ya kwamba huenda huyu mwanamama akawa yeye ndio kamfungia Kuliachani katika lile pango, sababu mbwa wale kwa sasa walikuwa na mtii sana mwanamama kuliko hata Kuliachani na kutokana na hatari yambua hawa waungwana wanapata kutambua ya kwamba huyu mwanamama kwa sasa yeye ndo ana amri kuliachani aweze kutoka pangoni ama aendelee kubaki ndani ya lile pango, na waungwana anasema ya kwamba kuliachani kwa amri yake asingeweza kukaa miaka sita hapa pangoni. Na hapa moja kwa moja wanatambua ya kwamba ni mwanamama ndiye ambaye alikuwa akamfungia ndani ya lile pango, na alikuwa anawatumia mbwa wake kumpelekea muungwana mahitaji mbalimbali ikiwemo chakula. halo Piusi tambua huu kweli baada ya kuweza kumwona mwanamama akitumia binokla akiangalia katika vilele vya milima mbalimbali muungwana mbali mbali, akawa anahitaji kuweza kumwangamiza mwanamama, lakini baada ya kugeuka upande wake wa nyuma akafanikiwa kuweza kuwaona mbwa wa kutosha. Hapa akakosa la kufanya, macho yakabaki yakawa yamemtoka. Halo Soi kamua kulipa kisasi ama imekuwaje? Lakini pia Piusi naye kwa sasa amekuwa ni mfungwa, kwani hatakuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote baya kwa mwanamama Soi, na hii ni kutokana na mbwa huyu. Mwanamama atakuwa anafuatilia kila kona ambapo atakuwa anaelekea. Halo, mwanamama aliamini ya kwamba mume wake kuliachana alimchukua Malaysia, na kumleta ndani ya hili eneo na kumgeuza mfungwa, lakini pia anaona ameweza kumsababishia maisha magumu sana. Huenda hiki ndiyo kikawa ni kisasi chake, ama hatuwezi kutambua, lakini sisi tunatambua jambo moja tu, ya kwamba hapa ndo tunafika mwisho hadithi yetu, na kama umependa video hii na umeenjoy